Maelfu ya waandamanaji waliingia barabarani jijini Los Angeles na Nairobi kwa wiki hii, wakilalamikia ukandamizaji wa serikali na vitendo vya kikatili dhidi ya raia. Jijini Los Angeles, waandamanaji walikashifu msako mkali wa maafisa wa ICE uliofanyika katika maeneo ya kazi na hifadhi za wasio na makazi, wakisema operesheni hizo zinawalenga wahamiaji kwa misingi ya rangi na asili yao. Wakati huo huo, katika mtaa wa CBD Nairobi, vijana na wanaharakati walikusanyika wakipinga polisi kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wa amani. Katika miji yote miwili, polisi walitumia mabomu ya machozi na risasi zisizo za moto kuwatawanya waandamanaji na kusababisha majeruhi kadhaa. Nairobi, Ripoti zinaonyesha waandamanaji watatu walijeruhiwa vibaya huku zaidi ya kumi wakikamatwa. Nchini Marekani, Rais Trump alitetea hatua ya kupeleka wanajeshi kusaidia maafisa wa ICE akiahidi kutumia nguvu zaidi kumaliza ghasia. Huko Kenya, msemaji wa serikali alieleza kuwa maandamano hayo yalidhibitiwa. Lakini mashirika ya haki za binadamu yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukaji wa haki. Wakati dunia inaangalia, sauti za raia kutoka Los Angeles hadi Nairobi zinaendelea kushinikiza mabadiliko, zikiunganisha mapambano ya haki ya binadamu katika viwango vya kitaifa na kimataifa. Nikiripotia Kifagio Media, asante, na karibu tunapokuletea ripoti za kila mahali, usisahau kupiga like, kusubscribe na kufinya kengele.